Hello habari, kwa majina naitwa Dr. Merry. Karibu sana, karibu mpendwa mtazamaji, kama wewe unatazama video hii kwa mara ya kwanza, basi nakuomba usubscribe, ushare na kulaiki ucomment, share kwenye magrupu ili ya kuongeza subscribe katika chaneli hii. Mpendwa mtazamaji wa video hii, nakukaribisha sana kwa mara nyingine na tunashukuru Mungu siku ya leo tumeweza kuonana na kufundishana mambo yote ya tiba na ya asili. Pendwa mtazamaji wa video hii, kama inavyoendelea katika madarasa yangu najaribu kuzungumzia mambo mbalimbali mbali ya kujua miti na tiba zake kimwili na kiroho, na pia vitu vyote vya asili utajifunza kulingana na wewe unavyohitaji kutongana na changamoto yako unaweza ukajifunza na ukapata madarasa mazuri sana yatakayekusaidia wewe kuondokana na changamoto mbalimbali mbali. Katika chaneli yangu ya Dr. Merry. Kwa mpendo mtazamaji, tazama video hii ili uweze kufaidika na darasa hili. Huu unaoona pichani ni mmea wa muhogo au kisamvu, kwa jina lingine unafahamika kama kisamvu ambacho kisamvu hiki kina faida nyingi katika mboga lakini katika tiba mbalimbali mbali, tiba za uzazi kwa wanawake, kwa wanaume, tiba nyingi nyingi sana. Lakini kwa leo huu mmea wa kisamvu naenda kukuelezea namna unavyosaidia na kujua vitu vingi, pale ambapo utautumia kwa ajili ya kujua kinachoendelea katika maisha yako, kwa we ambaye una una unakuwa unaota au unakuwa unasahau ndoto, na kwa wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto ya uchawi, yani, unataka kumjua mchawi wako, unataka kujua kinachoendelea usiku ukilala kiroho, basi mmea huu wa muhogo utakusaidia wewe kuweza kuona vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa kiroho. Unachotakiwa ufanye, utachukua majani ya mhogo na mizizi kadhaa ya mhogo, utachukua na kivumbasi, utachukua na majani matano ya mbaazi. Mbaazi kama unavyojua miti ya mbaazi, utachukua hayo majani yake matano utafunga kwenye kitambaa, utatafuta kitambaa cheusi utafunga. Utakapofunga utaweka sehemu unayolala kitandani, chini ya, chini ya kitanda upande wa kichwani unakolala wewe, utaweka kwa ajili ya kuweka ndoto uwazi, yani, kuweka uwazi ndoto unazoziota au kujua kujua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa kiroho. Wewe utakapolala utaweza kuonyeshwa vitu vingi sana, na hakikisha ndoto unayoyota uweze kuiandika katika karatasi, maana hiyo dawa unatakiwa ukae nayo siku tatu, kwa kila ndoto ambayo utakua unaionyeshwa kwenye ndoto. Kilala usingizini, hakikisha hiyo ndoto unaiandika kwenye karatasi umeota leo ndoto hiyo unaiandika. Ndoto ya kesho utaiandika pia. Ndoto ya kesho kutwa utaiandika pia. Ukifanya hivyo, utaweza kujua kuangalia hizi ndoto nazoziota, ndoto inajirudia hii inajirudia. Ukiona umeota ndoto hiyo mara tatu, ndoto hiyo hiyo, ujue hiyo ndoto ni sahihi na ni ya kweli, ko usipuuzie wala kuidharau hiyo ndoto hiyo e, ndoto itakufanya it, ita wewe kujua mbaya wako na mtu anakufuatilia kwenye maisha yako kipindi unakuwa umelala kiroho. Najua kiroho watu wengi hawajui. Mwili wa kawaida unaweza ukawa unaota kwa macho ya kawaida, unaona tu ulimwengu uko sawa, lakini ukichwa kwenye ma, maswala ya kiroho, macho ya kiroho, ulimwengu una mambo yake tofauti kwa hiyo unakuta mwili wa kiroho na mwili wa kifizikia wa kawaida, mwili huu wa kiuhalisia wa nje na kiroho unakuwa tofauti. Kwa hiyo vitu vingi unakuta vinaingiliana, unakuta kitu kinacheza kwenye mwili wa, wa kiroho kinakuja mpaka kwenye mwili wa kiuhalisia. Unatakiwa usipuuzie ndoto ambazo unakuwa unaziota mara kwa mara katika usingizi wako, unapolala majani haya ambayo nimekuwekea hapo, mchanganyiko wa haya majani yatakusaidia wewe kukuonyesha vitu vingi vinavyoendelea kwenye ulimwengu wa kiroho e, utaonyeshwa uchawi, utaonyeshwa wabaya wako e, na pia majani haya kivumbasi, muhogo pamoja na mbaazi, majani haya unaweza ukayatafuta mengi ukaya Ukayatwanga au ukayachemsha au ukayaweka kwenye chombo, katia maji ya moto, ukayaacha kwa muda wa nusu saa mpaka dakika arobaini na tano hivi. Unakuja kuyaoga hayo maji, unajitakasa mwili, unainua, mwili nuru, unainua nuru ya mwili. Unaoga, unaoga kwa manuizi yako asubuhi sana, unaoga jua linavokaribia kuchomoza hivi, unainua mwili, unaanuia kuinua mwili kuinua mafanikio na nuru. Hayo majani yanasaidia sana, yanasaidia vitu vingi vingi. Kwa leo naweza nikaishia hapa kwa ajili ya kufundisha darasa hili la kufungua ndoto na kujua ulimwengu wa kiroho kwa kutumia majani ya muhogo. Kwa hiyo majani haya ya muhogo yatakusaidia wewe kujua vitu vingi kama nilivyokuelekeza. Mimi naitwa Dr. Merry, karibu sana, na pia naomba subscribe kama wewe ni mgeni kwa mara ya kwanza unafuatilia madarasa yangu na kuomba ushare pia, ulaiki na ukomenti kwa maoni yoyote, na pia na kukaribisha sana, tuendelee kushirikiana na kufundishana katika chaneli hii.